Kuna hadithi moja ya zamani, lakini leo ni hadithi yetu sote. Ni hadithi ya mtu aliyeitwa Yona, lakini hebu tuseme kama angekuwa kijana wa leo. Yona alikuwa kijana mwenye roho safi, mwenye ndoto na akili timamu, aliamini kwa Mungu, lakini pia alipenda comfort zone yake, kahawa yake ya asubuhi playlist yake ya Spotify na maisha tulivu. Siku moja akasikia sauti isiyo ya kawaida, sauti ya ndani yenye nguvu ikisema, Yona, nenda Ninawi. Waambie watu wangu waache maovu yao. Yona akashtuka. Ninawi? Hapana, Bwana. Huko ni mbali watu wao ni wagumu, hawatamsikiliza. Akasema moyoni, labda nimemsikia vibaya Mungu, au labda si mimi aliyeitwa. Basi Yona akaambia kukimbia. Akanunua tiketi, si kwenda Ninawi bali Tarshishi, mji wa starehe baharini, kama kusema wacha nijipumzishi kidogo, nitamtafuta Mungu baadaye. Akapanda meli akiwa amevaa headphones macho yakiwa yamejawa na ukimya wa hatia isiyosemwa. Lakini kuna kitu kuhusu kukimbia wito wako, huwezi kumkimbia Mungu kwa sababu yuko ndani yako. Bahari ikaanza kuchafuka, wimbi moja, mbili, tatu, upepo ukavuma, meli ikatetemeka, abaria wakaanza kupiga kelele mizigo ikatupwa baharini. Nahoda akamkuta Yona amelala akiwa amejifunika hudi yake akijifanya hasikii chochote. E bwana, amka, omba Mungu wako, labda atatuokoa. Yona akapumua kwa uzito akasema, ni mimi, mimi ndiye sababu ya dhoruba hii, mnitupeni baharini. Wakamwangusha baharini, na kila kitu kikawa kimya. Kisha kiumbe mkubwa akammeza, sio kwa hasira, bali kwa rehema. Ndani ya tumbo la samaki Yona alikuwa peke yake, gaza upweke, sauti ya moyo wake ikimwita tena. Na kwa mara ya kwanza hakukimbia, akalilia Mungu akakubali ukweli. Sikukimbia Ninawi, nilikimbia mimi mwenyewe, wito wangu, kusudio langu. Baada ya siku tatu samaki akamtapika pwani. Yona akapumua hewa safi, akatazama bahari na akatabasamu. Sauti ile ile ikarudi, sasa kwa upole zaidi: Yona, nenda Ninawi. Na safari hii hakusema chochote. Alichukua begi lake, akavaa viatu na akaanza kutembea. Kuna Yona ndani ya kila mmoja wetu. Kuna wakati tunasikia wito wa maisha, kufanya jambo kubwa, kusaidia mtu, kuzungumza ukweli au kuacha tabia fulani, lakini tunakimbia, tunajificha kwenye starehe Tunasema, labda si mimi. Lakini maisha yana njia zake za kutukumbusha kupitia dhoruba zetu, misukosuko au upweke, si kwa kutuadhibu, bali kuturudisha kwenye njia yetu ya kweli. Kwa hivyo leo, kama unasikia wito ndani yako, usikimbie, kwa sababu hakuna Tarshishi itakayokupa amani isipokuwa kukubali kile ulichopewa ndani yako. Kwa sababu hatimaye, kutotii wito wako ndiko hasa hukufanya upoteze, lakini kukubali ndiko hukufanya uokoke.